Sasa tuachie huyu rais atuambie twende right na twende right akisema twende left; twende left. At kama watu wa pwani ili tukae katika hiyo serikali, serikali na hiyo inayokuja tukae hapo ndani yeah. Ile maneno watu wanataka wanapata kwingine kwa sababu wako kwa serikali sisi tupate, na hiyo ndio tutakuwa tumemaliza ile shida tuko nayo pwani. Tunakusupport wewe kama rais wetu na tuna imani ya kwamba uhusiano wako wewe na baba Raila Amolo Odinga utaendelea, na kwamba tutaendelea sisi tukiamini tuki ya kwamba mpaka 2032 ukiwa rais wetu. Jambo la muhimu ni kwamba unaelewa pwani kuna shida nyingi, na kwa miaka mingi tumekuwa tumewachwa nyuma. Kwa hiyo huu ni wakati wetu wa kuvuna sasa. Tumempata rais ambaye anatupenda sisi, na sisi tunampenda. Kwa hiyo tuna matumaini ya kwamba mambo mengi ambayo, kila ukiketi, katika fikra zako uwafikirie hawa walio hapa mbele yako. Hawa ndio wameshika ngome ya pwani, na hawa ndio watatembea na wewe wakati wote huu katika safari yako.